Kitendo cha kukutana leo hapa ndo kiashiria cha ingepata mpaka Morogoro, mpaka Kenya, paka Simanjiro, paka Andeni, maeneo yote ya Tanzania. Tunawashukuru sana kwa heshima hiyo. Nimemsikia mzee Kisongo anasema pamoja na mila zetu, jamii ya Kimasai anayoongoza yeye na viongozi wenzake wamekubaliana kuheshimu sheria za nchi na hasa uchaguzi mkuu. Kwamba leo nimekuja kufanya uzinduzi wangepata kwa ajili ya watu kwenda rika li lingine. Zoezi hili linaendelea, tohara itasimama kwa maelezo ya, ya mwenyekiti wetu, ni tarehe ishirini na nane na ishirini na tisa tu zoezi litakuwa likiendelea ili tarehe ishirini na tisa ishirini na nane mpate haki ya kupiga kura. Wangapi wamemwelewa mwenyekiti wetu? <tri> Na sisi kama serikali tunawashukuru sana kwa kuheshimu tarehe ya uchaguzi, kwa sababu uliwauliza waliojiandikisha wako wengi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tarehe ishirini na tisa viongozi wote mpaze sauti katika maeneo yote, watu wapate haki ya kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania, ni haki ya kuchagua viongozi unaowataka: diwani, mbunge, rais. Inawahakikishia kwamba uchaguzi huu utakuwa na amani na utulivu, na wote nendeni mkapige kura. Jambo la pili, maeneo yote ambayo kwa asili mlikuwa mnatumia, tutahakikisha tunakaa na viongozi wenu kuyalinda. Leo hapa tulipokuwa, zamani ilikuwa pori. Isingefanyika jitihada za kulinda maeneo haya tusingekutana hapa. Hivyo hivyo maombi ya viongozi kwa huko Elerai tutakaoenda kesho, ambako ndo mnakopata chokaa, nimesitisha shughuli zingine mpaka baada ya uchaguzi, ili serikali itakaa na viongozi kubaini hayo maeneo ambayo kwa miaka mingi mmeyalinda na vyanzo vya maji mmevilinda ili maeneo hayo tuyawekee mipaka na tuendeleze mila zetu. Na mimi sasa, kwa kauli hiyo, tumeazimia kwa pamoja kwamba tarehe 28 na tarehe 29 na na mimi kama msemaji nimegoliki tonio Tarehe ishirini na nane tarehe ishirini na tisa hatuna tohara nchi nzima. Hii ni jamii inayeelewa maana ya uongozi, hii na jamii inayehusika kuunda serikali, hatuko nyuma. Nani azi ataka, jamani? Samia ele biangai, ele biangai, nataka uone kwamba watu wanapenda Samia na serikali yake Samani samani angesema kwamba layo hapigi kura, lakini kwa sasa tumesema wanapiga kura tu, ndiko kwenye ushindani hapa kwa hapa. Kama ni jamii wa Masai, washikenda mambonya katika kupiga kura, kuchagua serikali, kuchagua diwani, kuchagua mbunge na watu mbambaishi.